Waplato ya Minembwe tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko konfine hapa. Karibu ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, karibu kwenye habari za wiki najua kwamba huo ni mwisho wa wiki nikikwambia ni tariki 23 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ila tu nikukumbushe kwamba baada ya uhasi wa M23 kuchukua maeneo ya huko Kivu ya kaskazini na eneo nyingine ya Kivu ya kusini, hapo makao makuu ya Kivu ya kusini Bukavu, ila kwa sasa inachukuliwa na mahali hapo Uvira kwa kama vile makao makuu ya Kivu ya kusini kwa muda. Nikumbushe ya kwamba hali ya usalama katika mashariki mwake DRC hajawahi kuwa vizuri, ila tu wamoja wanachukua nafasi tena wananyanganywa, nikimaanisha waasi wa, wa M23 kuchukua nafasi tena kuweza kuchukuliwa na wazalendo, ila nikwambie ya kwamba huko mara moja Kinshasa, ambako mafuriko yaliweza kuonekana baada ya mvua kali kunyesha kuambia ya kwamba kulipa gharama kwa ukosefu wa mifereji mjini Kinshasa, wakati wa mvua kali zaidi, kwenye mkoa wa Limete, Matete, Lemba, Bandalungwa na huko Masina, nyumba zimefurika, barabara kuweza kukatika na watu kutembea kwenye maji yenye matope a mifereji barabara zinakatika, jua kuna mifereji mai, nayo inakosa kwa kupita, inaingia mu manyumba, inatuharibishia vitu yote, inafunika manyumba. Ndege zisizo na rubani za jeshi ya Kongo zaweza kubomoa mahali pa mbaji madini ya Wachina na wahasi wa M23 ambazo zimechimbwa kiharamu huko tarafani wa Lungu Kivu ya Kusini ambayo ni maeneo ya Tubimbi, hivyo Wachina hao kuweza kukimbilia Bukavu na maeneo hayo yako chini ya milki ya waasi wa M23, yakifanyika hapo Alhamisi tariki 20 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. E, sawa sawa mi naona hofu alikuwa anatumika pale kuseti, anasema, hapo walipata neema, bakatoka kumi na mbili kumi na mbili benye magari na banapita mu magari tu bimbi na maiti zao zinapita hapa. Hakuna ingine ya zaidi ndakuambia au nikutafutie, ni mero, lakini ile tu njo ukuu kwanza, najua sawa sawa, merci. Ikionyeshwa hali kubwa sana ya maandamano ya madaktari hapo Uvira, na hivyo kuweza kuandamana vikali kuanzia hapo tariki 20 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 maeneo ya hapo Uvira hata kufikia pia Baraka tarafani Fizi ya kwamba maandamano yanaendelea kujiri bila kujulikana muda wake utakuwa wakati gani mwisho. Na hivyo huko Uvira maandamano yanaendelea kwenye ofisi kubwa yao ya jimbo, na kuweza kabisa kuimba nyimbo za kuonyesha ya kwamba pesa zao wanastahili kulipwa na tukumbushe ya kwamba koordineta Andre Bia Dunia hapo mjini Uvira aliweza kutoa wito na kuonyesha kwa wakuu marangapi waweze kusababisha jambo hilo lipate kuwa lenye la usalama na lenye kuleta suluhisho.

Raia wa Kilungutwe, Kangola, Chowe na Kalama katika jimbo la Kivu ya Kusini wakimbilia maeneo ya Kasika huko Lwindi baada ya milio ya mabomu huko Mulubwe, Mulanga na Butongo ambako waasi wa M23 waliweza kujitokeza kwenye makambi ya wazalendo na jeshi la Kongo FARDC. Ila natukumbushia kwamba baada ya mapambano hayo katika maeneo huko, ushindi ulibaki ngambo ya wazalendo na kundi au jeshi la Kongo. Mpenzi msikilizaji, kuwa nami mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi, na baada ya hayo na nikukumbushia kwamba huko kwenye milima mikuu tarafani Uvira ambako kulikuwa mapambano makali, na hivyo ni kukumbusha kwamba baada ya hayo kushika vijiji vitano, Jenerali Omari na Mutaga aliweza kushuka hapo mjini Uvira na kuweza kuongeza nguvu ya wazalendo na kuhamasisha majenero wote kuwaambia kwamba wawe tayari au kwa kujikaza kuongeza nguvu kushika maeneo ya Kageregere. Jumatano tariki kumi na tisa mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 boti ambayo ilikuwa inatoka huko Uvira kuelekea huko maeneo ya Baraka na hivyo kuweza kufanya ajali na watu kadha wa kadha waliweza kufa katika hatari hiyo na wengine kunusurika kufa. Lakini kutokana na duru za mahali zinasema ya kwamba watu ishirini ndio ambao wanaweza kupoteza maisha na watoto wawili kuweza kuokotwa na hayo ni yale ambayo yaliweza kujiri katika wiki hiyo, kwa kutokana na ajali hiyo ambayo iliweza kufanyika katika wakati huo na tariki hizo. Twende. <tabili> kuna walisema walimeona boti <tabili> Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatu. Salamu, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri. Nimekusikia, lakini chenyewe naweza sema tu ni boti haikuzamia hapa Lusenda, Intervention tu ilitoka hapa Lusenda me ilizamia kule maeneo ya Kenya, maeneo ya Kenya kule ndio ilizamia kule. Kweli iliharibisha watu wengi sana, mangana na logota tu mamaiti kutafuta tafuta mamaiti na vitu viliharibika vingi sana, na vitu hawezi sema tuna vitu, na wakati watu wamekufa Eh ila kuna kuna mama mmoja ndo ali alipona, emo huyu mama na ndo yuko hapa hapa Lusenda, siju kama ameshakuja kumchukua, siju ndi, nilimuona baharini, nilimuona baharini kabisa e, ndo na vitu vyake vikawa vime vameviintervenir, ndoo tuko biko hapa, ndo biko hapa. Hiyo ndo habari ni eneo ya Kenya kwa distance na hapa Lusenda distance ya kutosha. Hali ya Minembwe isiyoweza kuwa nzuri, na hivyo wananchi wa huko kuweza kuonyesha hali ambayo iliyo mbaya kwa ngambo ya warahia na kuonyesha na kudai hata kwamba jeshi la Kongo liliweza kuwapiga lakini kuachia njia ya biashara. Kilichokuwa kinyume ni kwamba jeshi la Burundi ambalo liliweza kuweka mapambano huko, iliweza hata kufunga njia zao za biashara, na hivyo raia kuweza kuishi maisha magumu, wakiomba kwenye vituo vikuu vya kimataifa kuweza kutoa msaada ya kwamba wapate kuwaonea huruma au kuweza kuwaletea suluhisho kwa jambo hilo. Aplato ya Minembwe, tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko konfine hapa muMinembwe, wanatufungia manjia njia moya ambayo ilikuwa ina provisione Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Mliona watoto wa masomo walikuja bila mauniforme wa moja, wengine walikuja na uniforme za buchafu juu ya kufungiwa njia na guvernema ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo hatutaki hapa, haiko Burundi hapa, haina ta territoire moja ya Burundi wala vilaji ya Burundi. Kusema jeshi la warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia, sisi wa mama, ni jambo la huzuni sana. Tunalilia komunote internasyonale na mataifa watu ambao wanaona hawa. watu wote wanakusanyika hapa wa baba wa mama watoto, tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Congo gisi ilituua ilitutesi Jeshi la FRDC liliuwa wanawake hapa Minembwe likawafanyizia maviole na mamitirasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuuwisha njala, walituatia hiyo njia moya, nayo ni kwa neema ya Mungu. Lakini warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo aiku inapita. Msilansie hiyo, hatutaki wamama wa Minembwe komunote zote, sisi wamama hatuna mambo ya politike hatuna kusema se tutaenda upande huu, hapana. Sisi wamama tuna haki ya kuishi. Watoto wanaanza kugonjwa magonjwa ambayo hatuwezi kuweza kuyasherehe marujore zinaanza yatakee batoto maji na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation internationali kufanya iforo yote wakuje kuinterveni Minembwe kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunata, tunataka amo, uh, tunapata amo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wamama hatutaki jeshi la Burundi, warudia kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala juu ya genocide. Waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi, tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika. Tunakatara genocide. Stop killing Banyamulenge. Nama pena.

mungu avaba ale ariereze njira yokuono kutangaikeka. huo tu ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakujuza ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo cha habari hicho kinapatikana, lakini ninakuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote, bila kusahau hata kujiunga, ikiwa wewe angali wa kwanza kwenye channel hii, unapata habari zetu mapema na pia kubonyeza alama ya kengele, ili unapata zote kwa wakati mwafaka. Ninakuomba hata kulike kukoment, ukiwa na maneno ya kuzungumza, tutafanyia kazi na hata kushare ili wengine wapate habari zetu mapemba, kama jinsi unavyoweza kufaidia pia habari. Na hizo zilikuwa habari za wiki ambazo ziliweza kujiri, na sasa ilikuwa ni kukupasha kwa yale ambayo haukuweza kuyasikia na wala kuyapata katika kituo hiki cha habari. Na hivyo nitakujia tena. Asante.